Hali bado ni tete nchini Tanzania kufuatia vurugu zilizozuka jana Oktoba 29, siku ya uchaguzi mkuu nchini humo. Waandamanaji hususan vijana wa kizazi cha Gen Z bado wanaendelea kupaza sauti zao barabarani kupinga uchaguzi huo wa jana, licha ya baraza la uchaguzi nchini Tanzania INEC kuendelea na jukumu lake kikatiba la kuhesabu na kutangaza matokeo hayo ya uchaguzi. Maandamano hayo yalipelekea jeshi la polisi nchini humo kutangaza marufuku ya kutoka nje katika jiji la kibiashara la Dar es Salaam kuanzia saa 12 jioni hadi alfajiri katika juhudi za kukabiliana na vurugu hizo. Hata hivyo, kuna taarifa kwamba waandamanaji hao waliendeleza vurugu hizo licha ya onyo hilo kutoka kwa vyombo vya usalama. Kimara hali imechafuka, watu wanavunja kituo cha mwendokasi kama unavyoona, mabomu yanapigwa, ni hali imekuwa tete. Maeneo yaliyoathirika zaidi na fujo hizo ni pamoja na Ubungo, Mbagala, Gongo la Moto na Kiluvya. Maandamano hayo ambayo sasa yanaripotiwa kushika kasi zaidi yanaendeshwa na wapinzani wa Samia Suluhu Hassan kupinga kura hiyo, wakidai kwamba sio ya haki. Wapinzani na no wanaharakati walitaka sheria za uchaguzi kufanyiwa marekebisho kabla kuandaliwa kwa uchaguzi nchini Tanzania, hoja iliyofumbiwa jicho na utawala, huku viongozi wao wakikamatwa na kushtakiwa kwa makosa mbalimbali, yakiwemo ya uhaini. Hatua hili wafungia nje viongozi wengi wa upinzani kushiriki uchaguzi huo na zaidi nafasi ya urais, hasa chama cha Chadema kinachoongozwa na Tundu Lissu. Mashirika mbalimbali mbali ya kutetea haki za binadamu na hata yale yanayopaswa kuchunguza zoezi la upigaji wa kura nchini humo yameshtumu serikali kwa ukandamizaji wa upinzani. Hakuna habari zozote zinazowekwa wazi kuhusu idadi ya majeruhi au kuuawa, ila kuna madai kwamba baadhi ya wa waandamanaji jijini Dar es Salaam, Mbeya na Dodoma wamekuwa wakiwashambulia walio shiriki kupiga kura ya hapo jana Jumatano, Oktoba 29. Mitandao bado imezimwa kwa siku ya pili mfululizo isipokuwa matumizi ya simu za kawaida kwa mawasiliano. Huku hayo yakijiri, tayari matokeo ya mapema yanaonyesha kuwa mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama tawala cha CCM, Samia Suluhu Hassan, anaongoza kwa kura hiyo, kwa mujibu wa kura zilizohesabiwa. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Janet Mumbi.